Ni mafunzo ya siku moja kwa madiwani wa Manispaa ya Magharibi A, eh, ambao wamejengewa uwezo juu ya kufahamu namna ya uwepo wa mfuko wa huduma za afya Zanzibar ZHSF. Mkurugenzi mipango na uwekezaji ZHSF anaelezea namna walivyofanikiwa katika kuendeleza mfuko huo wa afya. Mwelekeo ni mzuri. Mwelekeo ni mzuri na baadhi ya watu au watu jamii ni shahidi kwamba tayari e, mazoezi haya yamekuwa yakiendelea na tunatarajia, e, ndani ya mwaka huu angalau kwa kiwango kikubwa zaidi ya asilimia sitini e, ya wananchi tuweze kuwatumia wakava, hasa wale walikuwa wamejiajiri wenyewe. Tutakapotoka hapa, tutakuwa tumepata elimu ya kutosha na kwenda kuhamasisha jamii yetu kuona sasa namna gani wanaweza kujiunga na bima hii ya ZHSF. Wale vijana wanapokuja mtaani wana tatizo la la kwa maana mtandao unakuwa una unasumbua. Sasa hili nalo naomba, katika kitengo hichi lingefanywa linge utaratibu ili li jambo kila mmoja tutimize ile dhana ya Mheshimiwa Rais katika kupata huduma hii kwa kila mwananchi. Jamii imeendelea kuhimizwa juu ya kujiunga na mfuko huu wa huduma za afya ya Zanzibar ili kuweza kupata huduma za afya kwa urahisi. Kutoka visiwani Zanzibar, Naima Haji, Azam News.